Mimi kwa majina naitwa Meshack Kiona Ngamando, ni wakili wa kujitegemea ambapo leo tulikuja katika siku ya kwanza usikilizwaji wa shauri la rufaa la kina wateja wetu ambao walihukumiwa kufungwa maisha, mboni akina Nyundo pamoja na wenzake, ambapo baada ya kuwa wameshahukumiwa kwenye kesi ya msingi tulikata rufaa, ambao rufaa yetu ile tulikata ikiwa na sababu 33 lakini kwa leo wakati tumeanza kusikiliza, tulizikategorize zile sababu zikawa ziko katika mafungu tisa, ambapo leo tumejadili mafungu mawili tu ambayo tumejadili effectively, ambayo kundi la kwanza tulianza kujadili charge sheet, mapungufu ya charge sheet, na kundi la pili tukaja kujadili masuala ya, ya ambayo yalikuwa ni masuala ya, ya caution statement yale, yani yale maelezo ma, ma, ma ya onyo ya mtuhumiwa ambapo baada ya hadi kufikia saa tisa kamili basi pande zote kwa upande wetu tulikuwa tumeshachoka sinia wasonga kabidi ya mwadress jaji kumuomba ili kesi iahirishwe mpaka tarehe nyingine. Mwelekeo kesi nyio wenyewe na hisi waandishi wa habari mlikuwa washuhuda, mlikuwepo mle ndani mnaangalia kila kitu, kilikuwa kinachukuliwa vizuri na mwenendo unaendelea vizuri, na hisi mlikuwa mnaangalia na imani mmeangalia, wakati tunajadili charge sheet, charge sheet ilikuwa ina mapungufu makubwa sana. Charge sheet yani, kuna procedure vitu vingi ambavyo vilikuwa vina mapungufu ambavyo ndo bado hata tarehe tisa mtakuja kuvisikia hivyo vingine tena, mapungufu mengine ambayo yalikuwepo katika, katika kesi ya msingi. Mahakama kila mahakama ina, ina, ina, ina mamlaka ya kutoa maamuzi. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba ilitoa maamuzi kwa, kwa, kwa presha ya jamii, hapana. Mheshimiwa Hakimu aliridhisha kutokana na ushahidi aliyousikiliza aliridhika, ndio maana akatoa maamuzi yale, lakini siwezi nikasema kwamba alitoa kwa sababu ya presha ya jamii. Hapana, alitoa kulingana na yeye alichokiona kwenye mwenendo wa shauri zima, na sisi tukaona kuna mapungufu, ndio maana tukakata rufaa. Kwa hiyo kila, kila kitu kina, ki, yani yeye alifanya, alifanya kwa levo yake kuona kwamba ni sahihi lakini sasa, huwezi ukaacha, lazima uende ngazi ya juu na yenyewe endekaangalie.